Sehemu ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inaelekea inaelezea jamhuri yenyewe ya muungano wa Tanzania. Sehemu ya pili inaelekea mwelekeo wa, wa, wa serikali. Sehemu ya tatu inaongelea sehemu ya tatu inaongelea haki, na kwenye haki kwenye hiyo sehemu ya tatu inayoongelea haki inaongelea haki na wajibu Katiba yetu inaongelea haki na wajibu. Wale wanaoongelea haki peke yake wameitoa wapi hiyo katiba? Sehemu ya tatu, ukurasa wa pili, inasema haki na wajibu muhimu Watanzania. Tusome ili, ili wanaharakati wasio wakatupeleka kwingine. Inaongelea haki tena, kwenye hedingi hiyo hiyo na wajibu muhimu kwenye haki imeelezea haki ya usawa ndo ya kwanza hii, haki ya kuishi ya pili, haki ya uhuru wa mawazo ya tatu, haki ya kufanya kazi ya nne. Kwenye wajibu inaongelea haki, inaongelea wajibu wa kushiriki kazini, wajibu wa kushiriki kazini, inaongelea wajibu wa kutii sheria za nchi. haki na wajibu imeelezea haki na inaelezea wajibu. Nimeeleza haki ya usawa, haki ya kuishi, haki ya uhuru wa mawazo, haki ya kufanya kazi. Kwenye wajibu, wajibu wa kufanya kazi, wajibu wa kutii sheria za nchi, wajibu wa kulinda mali za umma, wajibu wa ulinzi wa taifa. Sasa wanaharakati wanafika hatua wanadhani, wanadhani wanaharakati wao wana haki zaidi ya kila kitu kwenye nchi, kwamba wao ndo wana haki, wao ndo wana haki ya kukosoa, wao ndo wana haki ya kukasirika, kwamba wengine wote hawana hawana haki ya kukasirika. Na mimi nivipongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa hatua vilivyochukua, kwa sababu wale wanaochukua dia mawazo mepesi mepesi hawajui kitu gani kingetokea kama sio uimara wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna watu wanadhani wao ndo wana haki ya kukasirika, eh? Kwa hiyo mmeenda meenda pale wakachoma zile ofisi za CCM zote. Nani kawaambiani wana CCM sio wa Tanzania, Watanzania? Nani kawaambiani hawana haki ya kukasirika? Mlishajua wao wangekasirika wangefanya nini? ninyi mliokuwa mnataka vyombo vya ulinzi vilale majumbani, mlijua hawa wengine walioonewa wangekasirika wangefanya nini? Mmejua vyombo vimeepusha kitu gani? Sasa ukienda hapo hapo kwenye wajibu, unaeleza nini kuhusu haki? Katiba ibara ya thelathini inasema, haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja, hizi haki hizi zilizoorodheshwa na katiba, hizi haki tunazoimba, havitatumiwa na mtu mmoja, na uhuru wa binadamu tunaoongelea hautatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingilia kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine mama maslahi ya umma. Sasa unaenda kufanya fujo, unasababisha mama alie, alie ambaye ameshapatwa na uchungu afie nyumbani kwa sababu wewe umeshajiwekea, una haki zaidi. Unasababisha mama ambaye ameshapatwa ujauzito na, na complication mtoto ndani ambaye yeye hajawahi kuwa na chama cha siasa afie tumboni kwa sababu we umejipa ume kwa sababu ni mwanaharakati wa haki umeshajipa kwamba wewe tu ndo una haki. Katiba yetu imesema haki zote zilizoorodheshwa, zote tunazozisemea, hazitatumika na mtu mmoja tu kukatisha haki za wengine na maslahi ya umma, ndio wala tusibishane kuhusu haki, wote tunakubaliana na haki na na kwa kwenye nchi za Afrika hamna nchi ambayo inajali haki kama Tanzania. Tanzania tunajali haki, kitu kimoja, tunaoongelea haki tuongelee na wajibu huu, tuongelee tukumbushe watu wajibu huu. Sasa ninyi wengine wa Tanzania, lilipotokea lile la kwanza, mnaweza mkadhani baadhi ya watu wame wa, mnaweza mkadhani baadhi ya watu wamekosa huruma, ngojeni niwaambie wenzenu walipanga nini ili mwajue hawa watu walichokipanga. Na mimi bahati moja nzuri sana ni, ni, ni, ni utamaduni wetu sisi wafugaji hatunaga uoga, yani hatuogopagi. hatu kusema ukweli nitausema huo huo ukweli, na wakiendelea ku, kufuatafuata nitalipuka na mengine zaidi. Simtanilinda, simtanilinda wangapi watanilinda? Ndio hawa wana harakati hawa wana harakati kule walipo na wale waliowatuma, walipanga jambo ovu dhidi ya nchi yetu. Hakuna hata moja ambalo limetokea bahati mbaya, yote yalipangwa, na wao wakiwa wamejificha kule, wakajaribu kupenya na kupata baadhi ya vijana wetu, na wakapenyeza, na baadhi ya watu wa kutoka nje wakapenyeza kutekeleza ajenda yao, na lengo kuu ikiwa ni namna gani watakamata rasilimali zetu ambazo zimegundulika ndani ya nchi yetu. Wanajua Tanzania sasa hivi tunavyoongea, ni nchi ya kwanza kwa Afrika kwa wingi wa madini adimu critical minerals uranium Tanzania namba moja kwa Afrika na ni nchi ya tisa duniani. Na haya madini sio kila nchi imepewa. Mungu katupendelea sisi, yapo hapa. Wanajua Watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuyafikia, na wanajua maeneo ambavyo nchi za Kiafrika unaweza kuzipata ni matatu. Eneo la kwanza ukabila, eneo la pili uchaguzi, eneo la tatu udini. Wakajua kwa Tanzania kwenye ukabila hauwapati, tumeoleana mno. Hata hapa wote nyie mlioko hapa mmekaa tangu asubuhi hapa, hamna hata mmoja akamuuliza aliyemwegemea ni kabila gani. Wanajua huko tulishavuka, wakahamia kwenye uchaguzi, kwenye visingizio naongelea reforms reforms, ninyi mnajua zilizofanyika. Inawezekana tume haijawaambieni kabla ya uchaguzi, rais huu alijitahidi kufanya reforms zile 4R zake. Walisema wakurugenzi wasio wasimamizi wa uchaguzi, hili alikutoka CCM, ili litoka upinzani, tena kwenye chama kikuu cha upinzani, likakubalika mwaka huu uliopita, huu mwaka uchaguzi huu uliopita. wakurugenzi hawakusimamia uchaguzi wamechukuliwa tena kwa interview za watu, afisa wa kawaida.